Karibu mbugani. Jina langu ni Siraji Zedi Shabani. Kwa mara nyingine tena, leo tunataka tumzungumzie ndege aina ya bundi. Bundi amekuwa ni ndege ambaye amehusishwa mara nyingi sana na imani potofu, imani za kichawi, kwamba bundi anatumiwa sana na wachawi. Unaweza kuwa unajiuliza ni kwa nini? Sasa leo nipo hapa kwa ajili ya kukuweka wazi. Sasa bundi ni moja ya aina ya ndege wa windao, huishi kwa kutegemea kula nyama huinda chakula chake wakati wa usiku hasa wakati wa giza ili kuepusha ushindani dhidi ya ndege wengine walao nyama kama vile mwewe na tai. Pia hii humsaidia kukamata wanyama hawa kwa urahisi usiku wakiwa wamelala. Mara nyingi bundi huutumia muda wake wa mchana kwa ajili ya wa mapumziko. Wacha nikupitisha katika moja ya sifa za bundi na tabia zake. Bundi huinda wanyama wadogo wadogo kama vile panya, mijusi, ndege na wadudu. Bundi jike huwa ana umbo kubwa zaidi, rangi yake imekoza zaidi na huwa mkali kuliko dume. Lakini pia bundi jike huwa ana uwezo wa kutaga mayai yapatayo kumi na mbili, lakini kwa mara nyingi hutaga mayai manne mpaka nane yakipishana siku moja hadi mbili. Bundi wana uwezo wa kuishi mabara yote isipokuwa bara la Antarktika. Bundi waishio kwenye maeneo yenye baridi huwa na maumbo makubwa zaidi wakilinganishwa na wale wanaoishi kwenye maeneo yenye joto. Bundi mkubwa ana uwezo wa kumuinda bundi mwenye umbo dogo aina ya kanibalism. Bundi ana uono wa mara saba ya uono alionao binadamu lakini pamoja na sifa hiyo hawezi kuona vitu vilivyo karibu. Hivyo bundi hatumii macho kuvamia windo lake. Ana uwezo wa kukamata windo lake akiwa amefumba macho. Unaweza ukashangaa pia eh? Yaani bundi ana uwezo wa kuona mara saba zaidi ya anavyoona binadamu na anaweza akawinda windo lake bila kufumbua macho, yaani akiwa amefumba macho anaweza akawinda windo lake na kalikamata vizuri sana. Pia bundi ana kichwa cha mviringo na ana macho yenye uwezo wa kuyafumba na kuyafumbua kama binadamu umbo lake na rangi yake, mwonekano wa kichwa chake, huweza kugeuza kichwa chake pande zote kwa nyuzi 270, pasipo kuhusisha mwili mzima. Bundi hupaa kimya kimya bila ya mabawa yake kupiga kelele. Hii ni kutokana na umbo la mabawa yake na mfumo wa manyoya, na manyoya yaliyopo mguuni mwa bundi hufyonza kelele zitokanazo na upepo, hivyo huzuia kelele akiwa na paa sasa unaweza ukawa unajiuliza je, imani za kumuhusisha bundi na uchawi, mikosi au vifo zina ukweli gani? Sasa wacha nikujuze, moja ya tafiti imefanywa na mtafiti kutoka taasisi ya kudhibiti viumbe hai waharibifu kutoka chuo kikuu cha kilimo Sokoine yani SUA, Dkt Nicolas Mwakalinga ambaye ameeleza kuwa imani zinazohusishwa na bundi ni uzushi na potofu, na yeye amegundua bundi wana faida nyingi kwa binadamu, ikiwemo ulinzi wa mazao shambani dhidi ya panya, na uwezo wao wa kula panya saba hadi kumi na mbili kwa siku mbili hadi tatu. Lakini pia maswali yamekuwa ni mengi yanayozalisha imani potofu kuhusu bundi. Kwa nini bundi hutokea ghafla bila kutoa kelele? Na watu wanasema pengine inawezekawa ni kichawi ama wachawi wanamtumia bundi. Sasa bundi hatokei ghafla kama ambavyo inasemwa, ila huja bila kugundulika kirahisi kutokana na kupaa kimyakimya bila ya mabawa yake kupiga kelele. Hii ni kutokana na umbo la mabawa yake na mfumo wa manyoya yaliyopo miguuni mwa bundi hufyonza kelele zitokana nazo na upepo, hivyo huzuia kelele akiwa na paa pia rangi za manyoya ya bundi hufanana sana na mazingira yake, hivyo humfanya bundi asionekane kwa urahisi, hasa wakati wa mchana. Na ikitokea mtu kumwona, hudhani katokea ghafla, hali ya kuwa anaweza kuwa alikuwepo hapo kwa muda mrefu nyuma na wewe haukuweza kumsikia. Pia bundi huweza kukaa kwenye tawi la mti au sehemu nyingine bila kutingishika, hivyo kuonekana kama kiumbe kisicho na uhai, kama vile jani la mti au kisiki, hali ambayo hufanya watu wasimwone kwa wepesi, na ikitokea kahisi hatari, huweza kutikisika au kutoa mlio ambao huogopesha binadamu na kuhisi hutokea kichawi. Wakati huo wengi pia wamehusisha kuhusiana na mlio wa bundi, ni kwa nini bundi hulia usiku? Na pengine hata kama akilia usiku wengi husema ni mikosi. Sasa, mlio wa bundi usikikapo usiku sio mkosi kama wasemavyo watu wengi. Kama ilivyo kwa ndege wengine, bundi hutoa mlio kwa ajili ya mawasiliano baina yao. Hii inaweza kuwa kuitana, kuogopa kum kumtishia au kumkimbia adui na sababu nyingine ziwafanyao ndege wote kutoa mlio. Bundi hulia usiku kwa kuwa ndio muda ambao yeye hutumia kufanya shughuli zake za uwindaji. Hasikiki mchana kwa kuwa mchana hutumia muda wake kwa kupumzika. Hivyo kulia kwake hakuna mahusiano na imani hizo potofu, bali ni maisha yake ya kawaida kama ndege wengine. Lakini zaidi ni kwamba bundi ana uwezo mkubwa sana wa kuvuta harufu ya mzoga kutoka mbali. Uwezo huu wa kunusa harufu unapita uwezo alionao binadamu. Hivyo inapotokea katika nyumba fulani kuna mgonjwa mahututi ambaye seli za mwili wake anza kufa lakini mapigo ya moyo bado yanafanya kazi, bundi huweza kunusa harufu ya seli hizo, harufu ambayo binadamu hawawezi kuihisi, na hivyo huvutiwa kuisogelea kwa ajili ya kujipatia chakula, ila hataweza kuingia ndani kwa kuhofia binadamu. Kama kuna mgonjwa yupo kwenye hatua za mwisho, ana uwezo wa kunusa harufu ya seli zilizokufa. Kwa kawaida binadamu hafi mara moja, bali hufa hatua kwa hatua, yani ni mchakato na huo. Kwanza zinaanza kufa seli za mwili, baadaye ogani mbalimbali za mwili. Ogani za mwisho kufa ni moyo ikifuatiwa na ubongo. Hivyo bundi anaonekana kwenye nyumba yenye mgonjwa mahututi, ni dalili kwamba mgonjwa huyo ameshaanza hatua za kufariki, na hivyo uwezekano wa mgonjwa huyo kufariki siku za karibuni ni mkubwa sana. Inapotokea kwamba mgonjwa amekufa baada ya bundi kuonekana, tafsiri sahihi sio kwamba kifo kimesababishwa na bundi, bali ni kwamba dalili za kifo cha mgonjwa huyo zimetambuliwa na bundi. Hivyo cha kufanya sio kumtafuta mchawi. Jina langu ni Siraji Zedi Shaban, tulikuwa wote kwenye mbugani, na leo tulikuwa tunamzungumzia ndege aina ya bundi. Nifuate Instagram kwa jina la voice of Siraji underscore. Tukutane Jumamosi ijayo.